Kwa majina naitwa Fesa Salum Abdala. Kwa majina naitwa Abubakar Mikonzi. Kwa majina naitwa Pasco Msindo mchezaji wa Azam FC. Asalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Nasr Sadun, mchezaji wa Azam Azam FC. Asalamu uh, alaykum uh, la barakat lahmidi. Hi guys, my name is James Akaminko, a player of Azam Football Club. AKA Chiniko Mdudu. Ndio maarufu i uh, nawakaribisha mashabiki wote wa Azam FC kuja pale Chamazi Complex, tuungane kwa pamoja, tufuzu kwa pamoja kwenda makundi kwa mara ya kwanza. Azam FC na kwenda makundi, basi twende wote kwa pamoja. Nawakaribisha mashabiki wote wa Azam FC, mimi kama shabiki mwenzenu, karibuni, kwa pamoja tukaishangilie Azam FC

matajiri hawa wa Chamazi hapa Dar es Salaam. Hatuna maneno tunafanya yetu wanajionekana kujiamini aina ya soka lao zetu dua hatuvunjinasi nimoja kati ya advantage kwa Azam FC. Mpira uwanjani mwendo kasi kasi. Bila shako zakwa ni mchezo mgumu na wenye ushindani mzito Ushindi kushimijadi yetu sasamu yetu bahati nzuri, tuko Azam ana rekodi ya kufanya vyema katika uwanja huu wa nyumbani kwa vigogo ha wesha kuja hapa wakalala wahyo. Hapa ni kama machinjio kwa mechi za kimataifa. Yes, ndo kitu ambacho wamekuwa nacho na utamaduni ambao wamejiwekea, ama utaratibu. Imani ya wengi ni kwamba watafanya kile ambacho wamekuwa wakikifanya siku zote eti.